Hii ame, ame, amefurahishwa sana na historia hii ambayo imeandika pongezi. Kwa management yote, ndio ndio. Pongezi kwa wenyeji wetu waliotupokea, sawa kabisa. Pongezi kwa management ya wizara, pongezi kwa technical bench, pongezi kwa squad yetu ambayo e, imefight ndani ya uwanja na kuweza kuleta historia hii kwa, kwa taifa letu. Tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa kweli niaba ya, ya serikali tuambie mnaweza ndiondio ndio. E, mechi ni mechi, hata mlizoshinda zilikuwa ngumu. Kwenye mashindano ngazi hiyo amnaga mechi rahisi, kwa hiyo hata mlizoshinda zilikuwa ngumu. Sawa kabisa, mkafika hatua hii, kwa hiyo hata zinazokuja ni ngumu. Kwa maana hiyo nazo mnaweza mkavuka zaidi. Sawa kabisa. Wow, kila la heri, go, go. Shukran sana mheshimiwa waziri mkuu, jamani, makofi mengi sana mheshimiwa <laughs> waziri mkuu, tunakushukuru sana kwa ujumbe mzito na kwa mapenzi yako makubwa, na tunajua namna ambavyo serikali ya Daktari Samia na ukiwa msimamizi wa shughuli za serikali ulivyohangaika hata kuhakikisha kwamba yale ya kiutendaji, hata ilipokuwa ni sikukuu, ulikuwa unafuatilia masaa yote kuhakikisha kwamba timu yetu ya taifa inakuawa kwenye mazingira mazuri, tunakushukuru sana, asante sana. Lakini na pili, tufikishie shukrani zetu kwa Daktari Samia hiki e, kitita cha milioni 500 tayari ulivyokitamka tu, nimeona sura na matumizi yameshaanza kabla tujapokea. Kwa hiyo <laughs> tunashukuru sana ya kwamba hatua ya kuandika historia na yeye kama kiongozi wa nchi ameendelea kuandika historia kwenye mioyo ya vijana wa Tanzania hususan kwenye sekta yetu ya michezo. Na hadi utaisikia baada ya hapa wataongea viongozi, ya kwamba kesho wanaenda kufanya maajabu na taarifa y habari kubwa inayosubiriwa tu ni Tanzania kumtoa Moroko kwao. Yes, tunakuhakikishia yes, yes, kwa, kwa, kwa niaba ya waziri wangu wa habari, michezo, tamaduni na sanaa Profesa Kabudi, ya kwamba kama wizara tutaendelea kuwa karibu zaidi na viongozi wa timu na wachezaji wenyewe kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda kama ambavyo Mungu atatuwezesha tupate ushindi.